Simulizi hii inaanza ndani ya kijiji cha Mnyagala, pembezoni mwa msitu wa Mabogoni, mkoa wa Morogoro. Ni kijiji kilichojaa hadithi za ajabu, hususan za wanyama wakali, majini wa porini na watu waliopotea bila kuonekana tena. Wanakijiji waliishi kwa hofu ya kuingia ndani sana mwa msitu huo, hasa wakati wa jioni, lakini kwa dada mmoja aitwaye Loveness, msitu huo haukuwa tishio. Ulikuwa sehemu ya utulivu na mahali pa kupozea mawazo yake mengi juu ya maisha magumu ya kila siku. Loveness alikuwa binti mrembo mwenye roho ya huruma akiishi na mama yake mzee aliyekuwa mlemavu. Baba yake alifariki miaka kumi iliyopita baada ya kung'atwa na nyoka wa ajabu aliyeaminika kuwa na nguvu za kichawi. Kwa miaka mingi Loveness alikuwa akienda porini kila asubuhi kuchukua kuni, miti ya dawa na kuchuma matunda ya porini ili kuwauzia kwenye soko dogo la kijiji. Siku moja ya Jumapili, wakati jua lilipokuwa linakaribia kuzama, Loveness alichelewa kutoka msituni. Alikuwa akisaka mizizi maalumu ya dawa kwa ajili ya mama yake ambaye alikuwa akiumwa sana. Alipoanza kurudi, alihisi ardhi ikitetemeka kidogo na vichaka kutikisika. Kabla hajajua kinachoendelea, alijikuta amekumbatiwa kwa nguvu na kitu kizito. Ni chatu mkubwa, mwenye ngozi yenye madoa meusi na kijani, mwenye macho mekundu sana. Alipiga kelele lakini msitu ulikuwa kimya. Chatu huyo alianza kumzonga polepole pole, akimvuta kama mzoga Loveness alipigana kwa nguvu lakini nguvu zake zilikuwa ndogo mno. Alikuwa amekata tamaa, machozi yakimtoka, akijua mwisho wake umefika. Lakini kabla hajamezwa, mwanaume mmoja, kijana aliibuka, ghafla kutoka vichakani, akiwa amevaa suruali ya kaki na shati la mikono mifupi. Mikononi alishikilia panga kubwa. Achia huyo msichana! Kijana huyo alinguruma kwa sauti nzito, macho yake yakitoa mwanga wa ujasiri bila kuogopa. Aliruka juu ya chatu akamkata kwa nguvu sehemu ya shingo. Chatu alikoroma kwa hasira akijigeuza kwa nguvu, lakini kijana huyo alishakuwa tayari. Aliendelea kukata tena na tena hadi pale mdudu huyo mkubwa aliposalimu amri, mwili wake ukikunjamana kwa uchungu na hatimaye kutulia. Loveness alikuwa hajui aamini nini, alikuwa bado anatetemeka macho yakiwa yametawaliwa na machozi na hofu. Kijana huyo alimsogelea na kumpa mkono. Usijali, uko salama sasa. Ah, asante, asante sana, Loveness alijikuta akisema huku akishindwa kuamini kwamba bado yuhai. Jina la kijana huyo lilikuwa Jaimo, lakini kwa muda huo hakutaka kujitambulisha kwa undani. Alimsaidia Loveness kurudi kijijini, lakini kwa mshangao alipojaribu kumuuliza anatoka wapi au nini kilimfikisha ndani ya msitu huo kwa muda huo wa hatari, Jemo alitabasamu tu na kubadilisha mada. Alionekana ni mtu wa ajabu mwenye hekima, lakini pia mwenye maumivu yaliyofichwa. Baada ya tukio hilo kijiji kizima kiligubikwa na mshangao na stori kali. Watu walimshukuru Jemo kwa ujasiri wake, lakini bado hakupenda kuzungumzia sana maisha yake. Alianza kusaidia kwenye kazi mbalimbali mbali kijijini, hasa kwa mama yake. Loveness alionyesha heshima, bidii na upole wa hali ya juu. Lakini mara kadhaa usiku Loveness alimuona Jemo akitoka kijijini kwa siri na kuelekea msituni tena. Siku moja mvua kubwa iliponyesha, Loveness alifuatilia kwa siri alikoenda Jemo. Aliingia msituni lakini hakumkuta, badala yake aliona njia iliyochorwa kwa miguu ya farasi iliyompeleka hadi kwenye jumba la kifahari lililokuwa limejificha nyuma ya mashamba ya pori. Kulikuwa na walinzi waliovaa sare, magari ya kifahari na hata helikopta ndogo ikitua juu ya uwanja wa wazi. Kwa mshangao mkubwa aliona Jemo akizungumza na mzee mwenye suti ya gharama aliyemkumbatia kwa furaha. Loveness alidua, Jemo alikuwa si mtu wa kawaida, alikuwa mtoto wa bilionea tajiri maarufu aliyekuwa akimiliki mashamba makubwa, migodi na kampuni za ulinzi. Jemo hakujua kama Loveness amegundua ukweli wake. Kwa nini alijificha? Kwa nini alichagua kuishi kama mtu wa kawaida kijijini? Aliendelea kuficha siri yake lakini kilichokuja baadaye kilikuwa kikubwa zaidi kuliko siri ya utajiri wake. Maisha ya Loveness yalibadilika milele baada ya kugundua kwa nini Jaimo alirudi kijijini na kwa nini alimwokoa yeye tu katika msitu huo wenye chatu na wanyama. Loveness aliporudi kijijini usiku ule akiwa na mawazo mazito, moyo wake ulijaa maswali kuliko majibu. Alijua Jaimo alimwokoa kwa ujasiri wa hali ya juu, lakini pia alijua sasa kwamba kijana huyo hakuwa wa kawaida kama alivyodai. Siku iliyofuata alipomkabili Jaimo na kumweleza alichokiona, kijana huyo alikaa kimya kwa muda mrefu kabla ya kuhema kwa uzito na kusema kwa sauti ya chini, ningependa nikueleze kila kitu, lakini si kila ukweli ni wa kuambiwa kabla ya muda wake kufika. Loveness alimtazama kwa macho ya uchungu. Umeniokoa ndiyo, lakini umeishi nasi kama masikini, umevaa mavazi ya kawaida, umekula ugali wa mihogo, umelala kwenye zizi la mbuzi, lakini kumbe wewe, wewe ni mtoto wa bilionea! Jemo aliinama. Niliamua kujitenga na utajiri kwa muda ili kutafuta maana halisi ya maisha. Baba yangu alitaka niishi maisha ya kawaida ili nijifunze huruma na ujasiri, siyo kuongozwa na fedha, bali na moyo. Nilikuja Mnyagala kama mgeni, kama mwanadamu wa kawaida, lakini sikujua nitakutana na jambo la kipekee kama wewe. Loveness alibaki kimya, moyoni mwake alihisi mchanganyiko wa furaha na mashaka. Alitamani kuamini maneno ya Jemo, lakini bado kivuli cha hofu kilimtanda. Je, kweli mapenzi yake ni ya dhati au ni hadithi nyingine ya tabaka la matajiri? Siku zikaendelea Jemo aliendelea kuishi kijijini akijitolea katika miradi ya maji safi, ujenzi wa zahanati na kusaidia vijana wa kijiji kujifunza stadi za maisha. Alimkaribia zaidi Loveness na upendo kati yao ukaanza kuchanua kwa nguvu mpya. Loveness, licha ya mashaka ya awali, alianza kumwamini tena. Jemo hakuwa tu tajiri, alikuwa na moyo wa dhahabu na kila aliyemfahamu alishuhudia mabadiliko aliyoyaleta. Lakini dunia haijawahi kuwa ya utulivu wa milele. Wakati Jemo akiwa kwenye safari ya kibiashara jijini Dar es Salaam kwa siku tatu, mzee mmoja maarufu kijijini kwa jina la Babu Kalekwa, mtabiri wa kale, alifika nyumbani kwa mama yake Loveness usiku wa manane. Alionekana mwenye uoga na hofu isiyoelezeka binti, kuna jambo nataka nikueleze, ambalo limeniumiza moyo kwa miaka mingi. Yule chatu aliyekushambulia siku ile hakuwa mnyama wa kawaida, alikuwa chatu wa kichawi aliyekuwa mlinzi wa hazina kubwa iliyozikwa ndani ya msitu wa Mabogoni. Hazina gani? Loveness alimuuliza, huku akitetemeka. Baba yako aliwahi kujaribu kuchukua hazina hiyo miaka mingi iliyopita, alikutana na chatu huyo, naye akapoteza maisha yake lakini chatu huyo hakumuua tu, bali alikuwekea alama, alama ambayo ingewavuta wale wenye damu ya kifalme, wenye asili ya majaliwa makubwa kuja kwako. Jemo hakuja kwa bahati mbaya, aliitwa, aliletwa. Unamaanisha nini babu Kalekwa? Namaanisha hatima yenu imefungwa pamoja tangu siku ulipozaliwa. Ulikuwa mlango wa kuikomboa familia ya Jemo kutoka laana ya zamani. Kule nyuma Babu yake Jemo alihusika kwenye uchawi uliosababisha mateso ya familia nyingi hapa Mnyagala. Jemo mwenyewe hajui, lakini wewe, wewe ndiyo mkombozi wake. Damu yako ndiyo dawa ya kuondoa kifungo cha kizazi chao, na siku chache zijazo atakabiliwa na majaribu makubwa, na wewe ndiyo silaha ya ushindi wake. Macho ya Loveness yalitokwa na machozi ya hofu. Nifanye nini sasa babu? Kalekwa alimkabidhi hirizi ya shaba na kumwambia, usimpe yeyote mpaka siku ya giza litakapozunguka msitu na anga kuwa nyekundu kama damu. Je alirudi kijijini jioni ya siku ya tatu, alimkuta Loveness akiwa tofauti, mwenye huzuni, kimya na mwenye hofu iliyojificha. Alipomuuliza hakumweleza. Alimpenda sana Jemo, lakini hakutaka kumuumiza kwa kumweleza habari ya laana ya ukoo wake. Siku ya tukio ikafika, usiku wa mwezi mchanga, anga lilibadilika ghafla, mawingu mekundu yalizunguka msitu wa Mabogoni. Radi zikatetemesha ardhi na milio ya vichatu ikasikika kutoka porini kama tambiko la kale. Jemo alishtuka kwa mara ya kwanza, alihisi hofu halisi ndani ya moyo wake. Mnyama mkubwa mwenye vichwa viwili aliibuka msituni na kuanza kuelekea kijijini, wanakijiji wakakimbia. Loveness alimkimbilia Jemo na kumwambia kwa machozi, ni wakati wake kufa au kuokoka, na mimi ndiyo silaha yako, akimshika mkono kwa nguvu alimvalisha hirizi ile ya shaba shingoni na kusema maneno aliyofundishwa na babu Kalekwa. Mara moja mwanga mkali ulitoka kwenye hirizi na kumfunika Jeimo, kisha kutoka mwilini mwake ulifyatuka mwali wa nuru, ukamchoma yule kiumbe wa kichawi. Akalilia kama mbwa mwitu, kisha kupotea kwa moshi mzito wa damu. Kimya ghafla, anga likatulia, upepo wa msitu ukatulia, mbingu zikawa nyepesi, wanakijiji wakatoka mafichoni. Je akamtazama Loveness kwa macho yaliyojaa mshangao. ulikuwa unajua? Loveness akasema nilijua, lakini nilikupenda kabla ya yote haya, nisingeweza kukuangusha. Je alikumbatiana naye kwa nguvu. Asubuhi iliyofuata helikopta tatu zilishuka kijijini, familia ya Jaymo ilikuwa imewasili. Wakiwa mbele ya wanakijiji wote, baba yake Jaymo alimsimamisha Loveness na kusema, binti huyu ametuumba upya. Tangu leo, sio tu ataheshimiwa, bali atakuwa sehemu ya familia yetu si kwa sababu ya hadhi yake, bali kwa sababu ya moyo wake. Tumuite malkia wa Mnyagala. Kijiji kililipuka kwa shangwe. Harusi ya Jemo na Loveness ilifanyika siku isiyosahaulika, ikiwa ya kwanza kusherehekewa kwa ndege, magari ya kifahari na mamia ya wageni kutoka kote duniani. Msitu wa Mabogoni ulibadilika kuwa sehemu ya kumbukumbu ya ushindi, na Loveness alikuwa hadithi na simuliza midomoni mwa watu kama wimbo wa taifa.